Karahiyatu anyushira langu unaozungumzia kuhusu chukizo la kuishiria biyadihi, ani mwenye kuswali kuishiria kwa mkono wake, idha sallama, pindi anapotoa salamu, minas sala, katika swala an Jabir

Il, ilal janibaini janibaini, kisha akaishiria kwa mikono yake kwa pande mbili. Yani walikuwa wanafanya hivyo wakitoa salamu. Sasa, pahala, alisema, kasema, na wanaishiria kwa mikono yao. Sasa faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alipowaona wanafanya hivyo, na tulisema siku za nyuma ya kuwa ilikuwa mtume aki swalisha akiwa ameangalia mbele, ukiwa nyuma yake anaona unachokifanya sasa. Mtume alipowaona kuwa katika swali wanafanya hivyo, faqala Mtume akasema kuwaambia maswahaba, alama tumiuna alama tumiuna biaidikum kaannaha adhnabu khailin shumsin, ni kwa sababu ipi inayowafanya mpaka mwishirie kwa mikono yenu yenyu. Ka annaha, kana kwamba hizo mikono. Adhnabu khailin shumsin, ni kama mikia ya farasi ambaye hajatulia, ni kama mikia ya farasi ambaye hajatulia. Yani ambaye ana wasiwasiwasiwasi, e, hivi yani. Naam. Mtume akamwambia masawaba kuwa inama yakfi ahadakum hakika ya mtosheleza mmoja wenu ayadha ayadahu, aweke mikono yake akimaanisha viganja ala fakhidhihi, juu ya paja lake, thumma yusallimu, kisha huo mkono utulie hapo hapo. Lakini sasa yusallimu, utoe salamu ala akhihi, ndio hili niliwaambia hivyo kuwa utoe salamu, kumtolea ndugu yako kwa, ina maana kwa kutoa salamu unuiya kuwa anatolea salamu ndugu yangu man ala yaminihi, ile yule ndugu yako ambaye yuko upande wa kushoto. Kisha washimalihi na pia kunuia kuwa unatolia salamu ndugu yako ambaye yuko upande wa kulia kwa mkono huu. Utakuwa hauna sababu ya kuinuka na kuishiria chochote, utulie pale pale. Hili ni jambo ambalo tutashangazwa nalo sana, na ni kwa sababu ya kuwa kumbe lilitokea zama za Mtume na kisha Mtume akakataza alafu masahaba wakakatazika, na ndio sababu tunasimuliwa na huyo sahaba kilichotokea. Kwa ilikuwa ni historia tu ya kuwa walifanya wakaambiwa waache wakaacha. Saa hii hajabu, watu wa bida wameregelea jambo hili tena, wanalifanya kwa vishindo. Na hii ni moja katika tofauti ya mtu wa suna na mtu wa bida. Kutaka kujua u mtu ni wa bida katika swala, we muone tu katika swala, asalamu alaykum, anainua mikono hivi, asalamu alaykum tena wengine si mikono mpaka kichwa pia kinenuka, Asalamu alaykum warahmatullah. Unapata kuwa sasa, unashangaa hiyo ni spotlight ama ni etiketa sijui, ama ni vitu gani, unashindwa kabisa. Lakini sasa hao wanaona kuwa sasa ndio ibada hiyo kabisa, sasa kumbe wanafanya kitu ambacho kimo ndani ya hadithi, kwa kuwa kilikatazwa na mtume mwenyewe sasa. Hao sijui wametoa wapi hao ya kuwa tena ilikuja ikaruhusiwa. Naelewa ajabu kabisa yaani, na hii ndio neema kubwa ambayo ukiwa Allah amekuongoza kuwa katika sunna, yaani unapata ni neema kubwa zaidi ya kuwa ni jambo limekatazwa wanalifanya, jambo ambalo lipo lilifanyika, hawalifanyi jambo ambalo halikufanyika, wanalifanya jambo ambalo lilifanya, hawalifanyi. Sasa, ajabu ndio hiyo, yani, ni mtihani mkubwa kuwa katika safu hiyo na ndio sababu Ote, akimuona, mtu yote akimwona mtu wa bidaa kila ambacho anatakiwa afanye kwanza kabisa ni kumshukuru Allah, kusema alhamdulillah alladhi afani mima btalaka bihi wafadalani ala kathirin miman khalaqa tafdhila. Hii ni dua ya mubtala ani, mtu yote ambaye utamwona ama utakutana naye katika maisha yako, na ni mtu ambaye Allah amempa ibtila, ani mtihani, ima kwa dini yake ama katika dunia yake, katika maisha yake. Hii ni dua ambayo inatakiwa uombe, na hakuna mtihani mkubwa kuliko mtihani katika nini? Dini. Mtihani wa kufanya mpaka sasa uwe haujui dini yako sahihi ni ipi. Sasa kwa hivyo, hii ni moja katika dua ambazo, ukisoma ukimwona mtu wa bida, itakuwa ni vizuri kwa hakika, kwa sababu ya ile neema ambayo utakuwa unakumbuka Allah amekunemesha nayo ya kufata sunna. Nam. Hii hadithi inamaanisha ya kuwa ni makosa mwislamu anapotoa salamu kuishiria na mkono chochote. Kwa hivyo ina maana gani? Ina maana kuwa <clears throat> hata kule kutingisha kidole ama kuishiria kwa kidole mwisho wake ni kutoa salamu kwa. Ni vizuri unapoanza kutoa salamu mikono yote iwe kwenye mapaja kama alivyosema Mtume ya kuwa inama yakfi ahadakum ayyadha yadahu ala fakhidhihi, ko mkono weko wapi? Kwenye mapaja. Hata ile kushiria pia iishia hapo, kisha baada ya kasa mikono imetulia kwenye mapaja, mkono wa kulia na hata mkono wa kushoto hasa hapo, ndio fanyaje? Ndio utoe salamu kwa kumsalimia ndugu yako upande wa kulia na kutoa salamu kumsalimia ndugu yako upande wa kushoto. Hivo ndo vile yatakiwa tu, kisha alafu unageuza kichwa kama tulivyoeleza, na pia kichwa kule kugeuza kichwa, nadhani nimeelezwa kwa hadithi ya kwanza. Hakuna mahala ambapo tumeelezwa kuwa eti kuna roadblock hapo, sababu kuna baadhi ya Waislamu wanafanya hivyo eti akitoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah, alafu asalamu as alaykum wa rahmatullah mpaka asimame hapa kwanza, alafu sasa dan. Hakuna haja ya kusimama ni kutoa salamu huku na kujoka huku, ni moja kwa moja enda mpaka kushoto. Hakuna kwati hapa, kuna nini, kuna road block hapa imewekwa kwa lazima usimame hapa kwanza, alafu kisha baadaye sasa tunataka uendelee na safari huku? Hakuna hiyo tena. Kuna wengine si kusimama, nimwambia wanasimama, kisha lafu kichwa wanaanza kukipeleka juu hivi, yani wanafanya kabisa nikana kwamba ni hiyo ni, ni ibada ambayo wasiojua hawajui tu. Hakuna kitu kama hicho ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ni pinduka upande wa kulia kisha unageuka upande wa kushoto moja kwa moja. <clears throat> Babu ma yuqalu baada taslimi min assala, mlango ambao unazungumzia kuhusu ma eh, ma yuqalu baada taslimi yani

Lima ataita, wala mu'tiya lima manata wala yanfau dhal jaddi minkal jaddu. Sasa e, unasema hivi, ingawa kuna baadhi ya riwaya zimekuja zikasema kuwa ni vizuri uanze kwanza kwa kuleta istighfar mara tatu, unasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kisha baadaye sasa ndio unaweza kuleta hii na zingine pia ambazo zina zimethibiti Naam. Na pia kuna hadithi ambayo mnajua wengi imethibiti kuwa Mtume alimwambia nani, Muadh ibn Jabal ya kuwa anampenda na kwa hivyo, Muadh asiache kusema kila baada ya swala Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Baadhi ya maulamaa wanaona kuwa hiyo dua unaweza ukaisoma kabla ya salamu, na kuna wengine wanaona kuwa unaweza ukaisoma baada ya salamu. Kwa hivyo, sawa ni ipi? Sawa ni kuwa unaweza ukaisoma popote unapotaka. Ukisoma kabla ya salamu ni sawa, kwa sababu yaruhusiwa kabla ya salamu kuomba dua, na hiyo ni miongoni mwa dua. Na pia ukiisoma baada ya salamu pia ni sawa, naelewa na ni kwa sababu ya kuwa ile hadithi mtume alisema dubura kulli salatin, dubur maanake ni mwisho sasa hiyo mwisho, je, ni mwisho kabla ya salamu ama ni mwisho baada ya salamu? Hapo sasa ndio maulamaa wakatofautiana kidogo, lakini kwa ufupi ni kuwa yote ni sawa, ileta kabla ama baada, hi na mushkili. Sasa hiyo pia ni moja katika afkari za baada ya swala, lakini eh, hakuna hadithi ambayo sasa itakulazimisha kuwa ni lazima ulete hii kabla hii ama hii kabla hii ama hii kabla hii. Kwa hivyo hiyo taratibu hiyo hiyo taratibu ya kuwa tutangulie na hii alafu ndio hii halafu ndio hii alafu ndio hii hi, hi, unaweza ukajipangia, na ukijipangia ukileta, usimpangie mwenzako pia atileta kwa hii taratibu. Ukimwambia mwenzako pia unaweza ukamwambia tu kuwa hizi ndio adhkar. Yeye mwenyewe pia anaweza akajiwekea taratibu yake ingine akitaka, wala yataabadu laha bidhalika taratibu, ani asinuie kuwa hiyo taratibu pia ni katika mambo ambayo anajikurubisha nayo kwa Allah. Naam, bali kile ambacho unajikurubisha nayo kwa Allah ni hizo adhkari zenyewe, lakini utaratibu yake hiyo ni huru, ani imewachwa huru, yeyote anaweza kujipangia anavyotaka. Naelewa, isipokuwa kuna baadhi ya adhkari ambazo ndio sasa zimethibiti kuwa Mtume alikuwa akisema, ani punde tu atakapotoa salamu, kama zile istighfar Imethibiti, naam, k unasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kisha allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha lijal wal ikram. Kisha baadaye sasa mlango sio unakuwa uko wazi, kuna ayatul kursi hapo unaweza ukaisoma. Kuna um, hii unaweza ukaileta. Kuna ile ya mwadhi unaweza ukaileta kuna subhana Allah unaweza ukaileta, na zingine nyingi ambazo tunakuja kuzisoma hapo unaweza ukazileta hapo. Sasa itakuwa ni uwanja wazi, wewe mwenyewe unajipangia kwa, na ni vizuri ikiwa unaweza, kwa sababu kati mwingine inaweza kuchanganya, lakini ikiwa na uwezo, madamu umehifadhi hizi adhkari zote, ni vizuri zaidi kuzibadilisha, ani kuto bakia maisha yako na ridhi mmoja an na taratibu moja ani, leo unaweza ukaamua kwa baada ya kumaliza zile istighfar tatu na ile ya mwanzo mwanzo hizi zinazofuatia niweza kubadilisha leo nikaanza hivi, kesho nikaanza hivi, nika hivi. Muhimu nini umezihifadhi, lakini wakati mwingine unaweza kusema ubadilishe mara, kwa sababu zingine. Kwa hivyo kule kubakia na taratibu moja, wakati mwingine usaidia mtu kwa kuwa sana ah, nikimaliza hii huwa ni hii maliza hii huwa ni hii, hasa ukaleta nyingi na bila kusahau nyingi ambazo unaweza kusahau, lakini ukianza kubadilisha wakati mwingine, ukiwa hauko makini katika kuhifadhi, unaweza kushtukia kwa umeacha baadhi, kwa sababu ya kuwa mwanadamu ni mwenye kusahau na kuafilika. Kwa jumla, pointi yetu ni kuwa mpangilio haupo, isipokuwa mtu mwenyewe anaruhusiwa kujipangilia anavyotaka. Naam, babu At-Takbiri baada As-Salah, mlango wa mia moja na kumi na tano unazungumzia kuhusu kupiga takbir baada ya sala, kupiga takbir baada sala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Hadithi iliopokewa na Ibn Abbas Allah au radi... every day is packed with its own surprises there's a sense Kuna of excitement another cash out That adds a little magic to my everyday Ibn Abbas anasema kuwa tulikuwa tukijua kumalizika sala ya Mtume, rehma na amani ziwe juu yake Nabasa anasema hivyo ya kuwa ye alikuwa akijua kumalizika swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akijua vipi? Anasema alikuwa akijua kwa kupiga takbiri, ani kwa kusikia takbiri zinapigwa. Sasa kwa kusikia takbiri zinapigwa, swali ni kuwa je, hii ilikuwa ni hivyo na ikiendelea hivyo, ama ilikuwa ni jambo ambalo lilifanyika ndio, kisha baadae likaji likaachwa si likaachwa kufanyika, yani likaachwa kufanywa kwa sauti, ikawa sasa lafanywa kwa sauti ya chini. Sasa hapa ndio ulama wametofautiana, ametofautiana kwa kuleta takbir baada ya swala, ni katika adhkar za baada ya swala, lakini swali ni kuwa, je, hiyo takbir uilete kwa sauti ya juu ama uilete kwa sauti ya chini? Sasa hapo ndio tofauti ipo ni sawa na kusoma bismillah, pia kusomwa, haina tofauti hapo, inasomwa bila shaka lakini, je tusome kwa sauti ya juu ama kwa sauti ya chini? Hapo ni tofauti inatokea. Sasa kwa upande wa takbira, baadhi ya maulamaa wanaona kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alipiga takbira hiyo mwanzo alipokuwa anawafundisha maswahaba kwa kuwa ni katika adhkari za baada ya swala katika ile hali ya kufundisha, kisha baada ya maswahaba kuelewa na kujua adhkari hizo ikiwemo takbir, mtume saa akaacha kuleta kwa sauti ya juu na baadaye saa akawa anazileta kwa sauti ya chini. Hiyo ndo kauli ambayo amesema Imamu Nawi kusoma kitabu cha Fathul Bari, Imamu Nawi anasema

Kwa, ku, kwa takbira baada ya swala waktan yasiran, muda tu mfupi. Kwa nini? Liajli taalimi sifati adhikri, kwa sababu ya kujifunza namna ya kuleta adhikaro. La annahum, wala si etikuwa hao. kwa hakika dawamu ala aljahri bihi, yakuwa tu walidumu kwa kudhirisha hiyo takbira Walmukhtaru, na kauli ambayo ndio imechaguliwa na ndio inatumika na madhhabu ya Imam Shafi, kwa sababu a Imam Shafi nadhani mtaja hapa ndio mwenye kauli hii ala annahum, e, e, anna limama ni kuwa imamu walmamuma na pia mamuma yukhfiyani adhikra, wanatakiwa litadhkar baada ya swala kwa siri, illa in ihtija ila, ila taalim isipokuwa ikiwa kutahitajika nini, mafunzo. Sasa hii ndio hoja kubwa, unaweza ukaitumia, si kwa ajili ya takdiri. Ndio hoja kubwa, unatakiwa uitumie kwa watu wa bid'ah, ambao huwa baada ya du, baada tu, salamu, wanaweza kuleta adhkari kwa sauti ya juu. Na ambapo ukiuliza kuwa vipi, wanadai kuwa sisi tunajua ni mashafi, huwa wanasema sisi nini, hati hao ni mashafi, wanafuata madhhabu ya shafi sasa uulize kuwa tu hivi vipi nyinyi mnafuata madhehebu gani, utasema Shafi. Haya, hebu ebu nisomee hapa imamu, sababu i e, kuna maneno mazuri hapa kwa speaker, alafu ueleze Waislamu Imam Shafi anasemaje, kisha alafu tusikie atasemaje. Sasa ikiwa Imam Shafi anasema hivyo, si takbir dhikr zote, anasema al almukhtaru, yani kauli ambayo imechaguliwa katika madhehebu mshafi ni kuwa imamu na hata mamuma wanatakiwa leta adhkari zote kwa sauti ya chini zipo ndio baada ya swala, lakini zitu kwa sauti ya chini au sauti ya juu kisha alafu, pembeni, wanadai kuwa unajua nini, sisi ni mashafi, lakini mashafi tukwa madai, si kwa ukweli. Utapata kuwa itakuwa imeeleweka. Kwa hiyo hakuna haja ya kushika hii kauli ya Imamu Nawawi ambayo ameinasibishia Imamu Shafi na ipo kwenye Fathul Bari ya kuwa situitumie tu. Kwa nini? Kwa sababu ya hii takbiri peke yake, bali hii inatumika kwa adhkari zote baada ya swala ya kuwa zilikuwa zikiletwa na masahaba kwa sauti kwa sababu ya kujifunza, kisha baada ya kuwa sa washajua, wakawa sa wanazileta lakini kwa sauti ya chini, na hiyo ndio madhehebu ya Imamu Shafii kama alivyonukuu Imamu Nawi kwenye Fathul Bari. Sasa nadhani hii ni hoja kubwa zaidi kwa hao wanaoleta adhkar baada ya swala kwa sauti, jambo ambalo kwa hakika linaenda kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume lakini pia jambo ambalo naenda kinyume na madhehebu anaodai kuwa wanafata. Sisi walilahi alhamd lhamdi, hatukatazi mtu kufata madhehebu. Hii ni pointi muhimu, yatakiwa mjue. Hatukatazi mtu kufata madhehebu ya kuwa ni makosa kufata madhehebu ya mshafi. Hatusemi hivyo, wala hatudhubutu kusema hivyo, kwa sababu Imamu Shafi ni katika maimamu wa Sunna. Lakini kila ambacho tunafundisha na tunaeleza watu ni kuwa Imamu Shafi si eti tumeambiwa kuwa madhehebu yake ndio dini, kuwa ufate kuanzia y mwanzo mpaka mwisho kila kitu hapo. Saa tunasema kuwa hapana. Lakini mtu kusoma mfano vitabu vya Imamu Shafi ili aweze kupata mafunzo kutoka kwa imamu mkubwa ambaye ni Imamu Shafi, na aweze kujua dini yake kupitia imamu huyo, hakuna tatizo. Lakini ukifika mahala ukaona kuwa Imamu Shafi amekosea, kwa sababu ni mwanadamu, anakosea hapo ndio itakuwa ni makosa kwa kumfata. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili ni kuwa sisi tunasema hivi ya kuwa mwislamu hafai kufanya ubaguzi kwa kudai kuwa eti, ili aone kuwa huu ni mwislamu mwenzake wa kisawasawa, eti ni pale atakapokuwa huyo mwislamu mwenzake amefata dhehebu ambalo yeye anafata kwa hivyo akafungamanisha ile Uislamu kwa dhehebu, jambo ambalo sisi tunasema kuwa hapana. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu haya madhehebu yametokea baadaye sana, na kabla hapo ilikuwa kuna madhehebu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba alikuwa ni kitu kimoja. Kwa sababu sisi tunasema kuwa msingi wa kufanyaje, wa kujua kuwa huyu ni mwislamu ambaye katika njia sawa, si kwa kuwa ni yule alifuata dhehebu la Shafi ama dhehebu la Malik ama la, la. Bali msingi wa kujua muislamu katika njia sawa ni yule ambaye anafata misingi aliyotuachia mtume na ambayo tumeichukua kutoka kwa masahaba, hilo tunasema. Lakini kusema kwetu hivyo haimaanishi ya kuwa sasa ni marufuku mtu kusoma kitabu cha Imamu Shafi na kufata aliyomo. Hapana, inaruhusiwa, lakini kwa sharti ya kuwa ujue kuwa hapo kuna yale ya sawa na ndio mengi, na kuna machache kidogo ambayo si ya sawa, hayo hayafai kufatwa na hiyo si kwa Imamshafi pekee yake, kwa madhehebu zote ni hivyo, na si kwa madhehebu zote, bali kwa maulamaa wengi ni hivyo. Hakuna alimu aliyesalimika, ndio sababu aballahu anyutima illa kitabau, yaani hakuna kitabu kilichokamilika kisichokuwa kwa kitabu cha Allah, kwa maanisha kuwa pia hakuna aliyesalimika na kosa, ambaye ni maasumu asikuwa Mtume ukishajua so, hivyo utaelewa kuwa nini wale wanaotupakaza ya kuna jua hawa wanasema kuwa Imam Shafi hafai kufatwa. La hasha wakala, hata siku moja tuje kusema hivyo, wala tuwezi tukasema hivyo, bali tunapotoa mwaidha huwa tunatumia akwali za Imam Shafi, akwali za Imam Malik, akwal za Imam Ahmad, akwali za Abi Hanifa. Wote hawa ni maulamaa ambao tunazingatia kwa ni maulamaa wa Sunna. Kwa hivyo hakuna anayeweza kusema kuwa hafai kufatwa, kila ambacho tunasema hafai kufatwa kwa kila kitu hata kama wamekosea. Naam, nadhani tumeelewa. Kwa hivyo, takbir baada ya swala inaletwa, lakini kwa sauti ya chini kama vile adhkari zingine huletwa kwa sauti ya chini. Lakini katika masala hayo kuna khilafu, kuna baadhi ya wulama na kwa hapana jambo hili liendelee kufanywa kwa sauti ya juu mpaka leo fad. Kwa nini? Kwa sababu Ibn Abbas aliposema hivi ilikuwa ni baada ya mtume kufa, kwa kumaanisha kuwa yeye alikuwa akiitikadi kuwa jambo hili liliachwa na ili hali lilikuwa lilitakiwa liendelee kufanyika, la sivyo kama alikuwa hitakadi hivyo, alikuwa hana haja ya kusema hivyo, kwa sababu sure. kuna wale wanaona kuwa hili jambo liendelee hasa kwa sababu hiyo, itakuwa hili halifai kuleta tashwishi nyingi. Kwa nini? Kwa sababu mzozo huu wallahilhamdu ni mzozo ambao uko ndani ya nini, safu ya ahli sunna wa ulamaa wa sunna, ndio wametofautiana kwa kuelewa hii hadithi ya Ibnu Abbas. Kwa hiyo tumewatajia kauli ya Imam Shafi lakini pia kuna kauli na ndio kauli ambayo wengi katika maulama wa Hijaz wameshikilia ya kuwa hii takbir unaleta kwa sauti ya juu. Naelewa na kwa maana hiyo, ukiona kuwa mtu ameleta takbir kwa sauti ya juu siu, ukamwona kuwa yeye sasa ananasibishwa na bida, hapana, hiyo si bida, hiyo ni ijtihadi ambayo asili yake nini, hadithi hii kuifahamu, ya kuwa je tuendelee kusema hivyo mpaka leo kwa sauti ya juu ama ni kwa sauti ya chini na sisi, wallahu aalam, tutaelewa kuwa nini yule ambaye amekinaika kuwa dalili inamaanisha hivi atafanya. Upande wangu mimi nimekinaika kuwa nini nitakiwa kwa sauti ya chini, na hiyo ndio vile watu na, nafanya mimi lakini, sasa kwa yule ambaye atakuwa amekinaika kuwa kwa sauti ya juu, pia mimi naheshimu nini msimamo wake kwa sababu gani? Ni msimamo ambao pia atakuwa amefuata ufahamu wa muulama wakubwa ambao wanaheshimika katika safu ya Sunna.